Naam, hujambo. Mashabiki wengi wa soka walikuwa wanajiuliza ni wapi Stefano Aziki anaondoka. Rasmi klabu ya Yanga imetoa taarifa ya kumpatia mkono wa kwaheri mchezaji Stefano Aziki, na rasmi klabu ya Wydad Casablanca tayari imeshamtambulisha kama mchezaji wao na msimu huu atashiriki kwenye kombe la dunia la vilabu, e, ambapo Wydad Casablanca nayo ni moja ya klabu inayoshiriki kwenye kombe la dunia la vilabu. Stefano Aziki akiwa ndani ya klabu ya Young Africans toka jiunge mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ameonyesha mafanikio makubwa ndani ya klabu hiyo na pia naye amepata mafanikio kadha wa kadha, ambapo amecheza mechi mia moja kumi na nne akifunga mabao hamsini na mbili akitoa e, asisti thelathini na mbili huku jumla ya mabao yote akifunga ni mabao themanini na nne Lakini pia amekuwa mchezaji bora wa ligi kuu ya Tanzania bara mara moja. Ameshinda kombe la shirikisho Tanzania mara mbili. Ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara amechukua mara mbili. E, kombe la ngao ya jamii pia amechukua mara mbili Kombe la mapinduzi amechukua mara moja. Kombe la muungano amechukua mara moja. Kombe la Toyota Cup e, amechukua mara moja, ambapo hii ilikuwa ni mechi ya trafiki, ambapo alichukua e, kombe hilo. Amekuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Tanzania bara mara moja, na amefikisha klabu ya Young Africans fainali ya kombe la shirikisho e, barani Afrika. Huo ni mchango ambao ameonyesha ndani ya klabu ya Young Africans na sio mchango ambao ameuonyesha tu, bali naye ameweza kupata mafanikio kupitia mchango huo ambao ameuonyesha ndani ya klabu ya Yanga. Stephane Aziz Ki alikuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara msimu 2023 2024, huku akicheza mechi 27 akifunga mabao 21 akipiga atriki mbili na akitoa asisti nane. Ni master key mwite anayevaa jezi namba kumi mgongoni mwake, na anaitendea haki ile namba kumi yake anaichezea. Na sasa hivi ukiuliza makipa wengi wa ligi kuu ya Tanzania bara kwamba mnamzungumzia je, Stephane Aziz Ki, basi watakwambia kwamba mashuti aliyokuwa anayapiga kuelekea langoni yalikuwa yanawafanya watetemeke na kujiuliza huyu ni mtu sasa. Inasadikika kuwa Aziz Ki ameuzwa kwa thamani ya shilingi bilioni moja nukta nane yani, inamaanisha ni bilioni moja na milioni mia nane kwenda ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Hiyo ni taarifa ambayo hii leo tumekupitishia, kukupenyezia na kuweza kukupatia wewe mtazamaji wetu, msikilizaji wetu na unetufuatilia kila kunapoitwa leo. Endelea kuwa nasi, endelea kusubscribe, follow, like, comment ilio wa kwanza kupata zile updates mbalimbali za sports ambazo tunaweza kuziweka humu ndani. Jina langu ni Ankosoro, usicheze mbali, unga logo.